Ok, hawa ni mastaa bwana, wakiwa zao huko bungeni, na walipopendeza walivyopendeza na suti zao. Kama ni mpya kwenye hii channel, basi kusubscribe, kulike and comment and without wasting time let's get right into the video, usisahau okay. Hawa ni mastaa especially wajua kali on the way kuelekea Dodoma. Hii ilikuwa jana usiku na bungeni ilikuwa ni leo. Kuna mastaa mbalimbali hapa, kuna Zailisa, kuna kuna Judith, kuna Lolo Diva, Elizabeth Michael, Queen Masanja, Love Juakali, yani wako wengi na wote Yani most of them ni wajua kali, wengine sijawaona well. Sasa nataka niwaonyeshe the way walivyo dress walivyotokelezea, wakiwa kwenye vazi la suti yani walitokelezea sana walipendeza sana. Okay, without wasting time nataka tuanze hapa na moja moja katika vazi hilo nzuri sana, na wengi sana wamevaa amevaa bluu, wachache sana wamevaa kala nyingine okay, let's start with. okay, huyo ndio Zelisa Memona Po akiwa amependeza kabisa eh? Kama mheshimiwa fulani hivi akiwa huko bungeni, ye katovalia suti yake ya eh? Akiwa na henbeg ya mar, kiatu cha marn And of course, cover glasses za maroon, na pia kama mlivyomwona akapendeza kabisa, yuko na accessory zake za silver hapo, katuvalia cheni na hereni. Kwa hiyo in short, mashallah, twiga ex twiga wa Bugatti alitokelezea hatari eh! Na urembo wake mdada mrembo huyo eh? na urefu wake huo, basi we hatari. Okay, let's move forward kwa msanii mwingine hapa, tuko naye Lulu Diva, yeye kavalia peach flani hivi, pink flani hivi, sijajua kwa nini yeye kaenda na kala nyingine, labda akaamua tu avai kala hiyo, wale wamedecide over blue, labda ikaamua avai kala hiyo, but anyways, kala yake ni nzuri sana well, na yeye mwenyewe pia ni mrembo, nimependa the hair the makeup, everything about her eco perfect. Yani kama muheshimiwa hivi well, in short, katokelezea bala. Ok, let's move forward kwa msanii mwingine huyu hapa Molki na yeye pia ni msanii E, mwigizaji wa tamthilia ya Jua Kali akiwa amevalia na kupendeza kabisa kwenye suti yake ya blue kichwani kama mlivyomwona asesori zake pia ziko perfect, ziko on point and uh, kavalia kiatu cha black. And of course mapozi ya pictures yako very, very, and The makeup is good, hajaweka mambo mengi usoni kati ya lipstick yake. Kwa hiyo the makeup is good na ikakaa vizuri. okay, the next one tuko na Judy Fie kativalia suit yake in form of dress, ka mix with white shirt, kapendeza sana. Kichwani kama mnavyomwona hajataka mambo mengi E, hajavaa maasesori mengi, kavaa zake tu earring na glasses zake mwenyewe. Yani, in short katoka vizuri, the shoes pia ziko amazing well. Judith huyo wa kwenye jua kali and mwenyewe mzuri, mashallah. Okay, mwingine huyo hapa anaitwa Lisa. Yeye yeah, kavalia zake mwenyewe suti ya blue kachanganya na blouse ya white and uh, yani kapendeza, kavaa zake tu mwenyewe earrings. Uh, the hair iko on point, makeup iko simple and perfect, hajajaza ma accessory mengi, kaangalia na event aliyokwenda. Kwa hiyo katoka zake simple and classic. Si mnamwona mwenyewe hapo blue blue ilivyomtokelezea. Okay, let's move forward to another one. Okay, huyu hapa anaitwa Anna kwenye jina lake la uigizaji. Yeye katokelezea na na sauti yake ya chocolate. And sauti yake iko kwenye mfumo wa skirt na koti kama mlivyomwona, and eh, kapendeza sana the makeup iko simple and classic. Haina mambo mengi. Earrings zake ziko ndogo ndogo, the handbag eh, kapendeza kama mnapomwona, au nyi mnasema amemarch. Shoes and handbag zote ni za white. Kichwani pia yuko simple and classic, ukialiko okay, kwa waheshimiwa lazima ukae kimheshimiwa. Mheshimiwa kapendeza sana k, okay. Tuangalie the next one Ukee okay, huyu hapa na yeye kwenye jina lake la uagizaji anaita Anita. Yeye bwana akaja bluu kaiweka kwenye koti tu, chini amevalia white na juu pia kaweka white. The outfit iko very unique na kapendeza, na viatu vyake mmevyoona pia ni vya white. Ina ka urembo kidogo pale ka black. The hair also iko very classic. Okay, let's move forward to my favorite mrembo, huyu hapa Elizabeth Michael. Yeye kavaa suti yake ya chocolate. Kichwani kama unavyomwona mm -hmm. Makeup yake iko so nice, so perfect imeendana na nguo yake And of course, nimependa mshono wa suti yake, imekaa vizuri. Kwa sababu she is my favorite, naweza nikasema amependeza kuliko wote eh, on my side. Kama na wewe uko na favorite wako, mweke hapo chini, sema nani kapendeza. Ok, twende mbele kwa queen Queen Masanja, yeye ikaja na full blue Kapendeza sana, amevaa zake accessory za white na kale good eh, kama mnavyomuona, the makeup iko vizuri kwenye kavaa na viatu vyake vya black, yani in short kapendeza. Okay, to finalize hapa na wote tuwaone the way walivyotokelezea well. Na huyo hapo love, love jua kali, na yeye mmemwona kwenye suti yake, na yeye ka look so perfect na wigi lake yeah everyone, uh, and all of them wako so good and uh, sijajua sababu gani like most of them wamevaa wamevaa blue, alafu wachache kwa nini wamechoose another color? Hii ni kwa sababu gani? I don't know, lakini I can say all in all, wame look so good haswa eh, Elizabeth Michael na pia aliyependeza sana ni Lulu Diva. Nimependa rangi ya outfit yake, nimeipenda imemkaa vizuri. Na wewe ulioangalia video hii mpaka kufika huku, weka comment yako chini hapo, mwigizaji yupi eh, kapendeza kwenye outfit yake? Yupi kakubamba? E, kama ni Zelisa, kama ni Judith, kama Lolo Diva, kama Elizabeth Michael kwenye Masanja, wote hao yupi wewe umeona suti yake bwana? Huyu basi suti yake kaivaa vizuri, the makeup shoes and everything. Yani e, kaka kama mheshimiwa. And, msisahau kusubscribe like and comment.